Kitu cha kwanza ni pete. Unapokuwa ukitembea njiani na ukaona pete ya rangi rangi au ya kuvutia tafadhali, usiokote wala kuivaa. Zipo pete ambazo si za kawaida, ni pete ambazo zimebeba siri nzito, na mara nyingi hutumiwa na viumbe ambao si wa kawaida, kama vile mashetani au viumbe wengine ambao wanatumia nguvu za giza kama vile waganga, wachawi na kadhalika. Kwa hiyo unapokutana na pete yoyote ile, tafadhali usivae, hujui imebeba siri gani ndani yake. Unaweza ukaja ukaivaa ikawa ndio mwanzo wa matatizo maishani mwako, mwanzo wa ndoto mbaya, mwanzo wa mikosi, mwanzo wa kila kitu ambacho kibaya kwa hiyo unapotembea ukakutana na pete ya rangi rangi au ya kuvutia tafadhali, achana nayo, ifanye kama vile hujaiona na wala usiguse, sasa ipotezee. Na pia kama una mtoto au ndugu yako, basi mwambie jambo hili kwamba akikutana na pete ya rangi rangi au ya kuvutia, basi asiokote, inaweza ikaleta madhara kwake yeye, lakini pia kwenu nyinyi pia kwa sababu mtakuwa mnatumia gharama za kumtibu weza kumpeleka hospitali au sehemu yote ile ambayo anaweza kupata matibabu. Kwa hiyo ni vizuri ukikutana na pete ya rangi rangi au ya kuvutia ukaachana nayo tu kwa ajili ya usalama wako mwenyewe wa. Kitu cha pili ambacho ukikutana nacho njiani hutakii kukiokota basi ni matunda ambayo yapo chini ya ya mti mkubwa Ikitokea zako umeenda kutembea hususan shamba, sababu ndio kuna miti mikubwa kuliko hata mjini, ukakutana na matunda yamewekwa chini ya mti mkubwa, usiangalie kulia wala kushoto, kama kuna mtu anakuona, ukataka kuokota na kula, ndugu yangu, utapata madhara makubwa, kwa sababu mara nyingi hii miti mikubwa inabeba siri nzito. Mara nyingi miti mikubwa watu wanatumia kwa mambo mbalimbali, kwanza vimbe vya ajabu kama vile mashetani ndio makazi yao. Lakini pia stoshe, watu wengine wanatumia kuabudu eneo hilo, kwa hiyo wanatumia hivyo vitu kama vile sadaka. Sasa wewe kujitia uroho na kwenda kuviokota na kuvila, unaweza ukaja kupata matatizo makubwa sana katika maisha yako. Unaweza ukapata kitu ambacho kutosahau katika maisha yako na kuja kuwapa tabu watu wengine. Kwa hiyo ni vyema tu wakati unatembea ukaona matunda yamewekwa kwenye sahani au yamewekwa tu katika sehemu kama kwenye kipakacha au kitu chochote kile. Achana nayo. Achana nayo bora. Yaangalie, pita zako kushoto, kuliko kuja kuyaokota baadaye, sasa yakaja kukuletea madhara. Sijajua kama ulishawahi kukutana na vitu hivi viwili au la. Na kama ulikutana navyo, nini ulifanya? Ulivyokota au ulivyopotezea? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliandikwa subscribe. Like video hii ipate kufikia watu wengi and bye, bye.